gekaimana kaimana ede ni macemanagia hederia ciana thukuru kana kuna birthday ya mwana ni monekaga makinyitanira queen hederia Njeri atwire itware uri wa mbere gukorwo ake mu congratulate ake mwira ni ka wega muno ni gukorwo akie Domereri enoya Queen Stacy yathomaga. Congratulations, babes for walking away from toxic marriage. Peace is paramount. na kirekia na kugwathina mitheko ndomereri yo ya Queen Stacy yonekanire fio fio niko nyororia anyororagia Njeri wa Muigai na kiuga atewe akoretwe kiharo e mwaka e wika kuona ateni yake nagerera undu ucio wa Njeri gukorwa amutigeire muthuri e wika thegia wa gukorwa mari hamwe miaka mingi muthenya wa ira Muigai wa Njoroge na Njeri wa Muigai ni marakunguagira muthenya wa wa guciarwo tondu aya eri ni mashiaga birthday na ndo ni maretereire muno kuona uri Muigai wa Njoroge kana ni gukorwa agi post mutumia wa

akiendithiria birthday njega hamwe na mwana wake haria arathire na arakorwo akiandika ndumiriri iria nguguthomera haha. Muigai arandikire atiriri, Happy birthday to us. Today, my daughter and I celebrate another year of life, love and beautiful moments together. Sharing a birthday with you, my sweet girl, is one of life's greatest gifts. May this day bring bring both of us joy, Eyo niyo peace and countless reasons to smile. Here is to making memories, growing together, and cherishing every moment. era kire dumiriri ya Muigai wa Njoroge nake muru miriri umwe aroka rauga Njeri wa Muigai nayuethi shaitani ni nani akiuga ate aya ere, Muigai wa Njoroge na Njeri wa Muigai mafagito matorania no shaitani na kire akiingirira andu ni maretereire muno kuona Muigai nyina shake no ede, wake wake wa ciana ciake birthday njega no ide handu ha kupost jeru wa Muigai arathire na mbere na arakorwa gi post mutumia wake wa keri haria a arathire na arakorwa ki muthuthira na nyimbo cia wendo Muigai wa Njoroge arathire na ara hari a araigwekire ake mwenira rwimbo rwa wendo na ake muthuthira nake akomereire ciandaini ciake otakana ando ni marakorirwa magia kana mwaki makiuria muigai wa njoroge araga kumenyerera ngoro ya njeri niki kuona ati muthenya ucio urari muthenya wake shiaro, no muaki, wa guciarwo no nadana mwendithiria birthday njega ando ni marokire comment section na marakoro agucokaniria na muigai wa njoroge nake aracokagia mugwe na mugwe

chana kiburi mingi na bwana ya wenyewe nake murumiriri uyu arakorwa akiuga hakuna bwana ya wenyewe agitatera Queen Stacy akiuga ati gutiri muthuri wa mundu nake murumiriri uyu ni arakire na arauga ati I look at my daughter and pray when she is old asikutana na wanaume kama huyu akiugatawe ahoyagira mwana wake wa muiretu agiga kinya kuhika ndaka na shamania na mudhuri kuhika ndaka na shamania na mudhuri ta muigai wa zoroge nake murumiriri oyoge ni arokire na arauga mtacha na tu nake muigai aihoretwa ne marakara aramulia unioe arakuria tiriri urenda tutigane uhikie nake murumiriri oyoge ni arokire na araruta mihwa yake haria arokire na aradika na arauga

wendo wa ma ndu hithikaga akimwira ati ndangi hota ku hitha wendo wake na Stacy tondu ni wa ma uyu aroka arauga na pia nini inakujanga kwa mind ya watoto especially wa Njeri wakiona hivi ata kama anawa support so wendo wa Njeri wari wa maheni tondu akiuga ati wendo wa ma ndukihithikaga akimuria kai wake na Njeri wakiri wa maheni na nake murumiriri Oyoge ohoni aruta mihwa yake, auga woi, aki bro, unakosea kabisa juu wewe uko na watoto wakubwa sana, na pia Njeri, anakuona arekera imojisha kurera. Nake Muigai aramushokeria aihuru ni marakara, wako na maisha yao, akiuga ciana ciake ciina maisha mao. Nake Oyoge arokira rauga, at this point, heri kuwa second wife kuliko first wife cause all the pain, bibi wa kwanza ndio who feel kwanza, ikue ulianza na mwanaume chini arekira imuzi ya kurira uyarauga te ilo machozi hu locate the generations majuto ni mjuku how can a man convince you that you are better than the wife mwenye wameimba nyimbo wakavuma kavuma tuko hapa t tu. Akiuga Queen Stacy ni akuruona yetu macho tu. Uyaruga, Muigai is a true definition of unaweza anza maisha na mtu akiomoka apate type yake. oyarauga we ayekera kai mujiga kura kara wanawake wajipende aki na ke muru miriri uyuge na ke nyoka naruta mihuwa yake haria okite na kadikira Muigai Njeri analia wewe ukifurahi na ke Muigai aroka nara muri ya teriri analilia wapi aki ni warokire narodi muru miriri usho na ke muru miriri uyuge oho ne rokire nara koro akiruta mihuwa yake haria arokire nara dikira Muigai kwani unarudia zenye mliimba na njeri ugo nigo arakorirwo akemuria akemuria kara kinera kwenstesi nyebo ilia makiru tete na njeri wake uyo genake ni arakire araruta mihwa yake na arauga uye sasa njeri hufil aje akiona hivi arekire imenji cia kurira tina uru no niwega kumenyerera ngoro ya uria ungi na no nyende kumenya mihwa mihwa yaku nituwara niria hau comment section